Katibu mkuu wa chama cha Chadema E bana John Mnyika amesema kwamba analaani hatua ya serikali kumzuia mwanasheria maarufu wa Kenya Martha Karua pamoja na mawakili wengine wa chama cha e, wanasheria wa Afrika Mashariki kuingia nchini kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu ambaye atafikishwa mahakamani kesho tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2025, kujibu mashtaka yanayomkabili ya uhaini ya na uchochezi. Mnyika amesema kwamba niko njiani kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya kesi ya Rais Dr. Samia Suluhu ya kuficha aibu ya kesi ya uongo ya uhaini sio kuzuia mawakili wa nje bali ni kufuta kesi hiyo. E bana, Martha amesema kwamba yeye na mawakili Gloria Kimani na Lynn Ngugi wamezuiwa katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na wameambiwa wanatakiwa kurejea nchini mwao. So kwa kwa mdau wa sasa online digital, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo, subscribe kwa taarifa kadhakadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. chao chao.